Ndiyo maana nimetoka kuzungumza sasa hivi hapa. Nikasema hii issue ya Mkubwa Fella na Diamond ikisha ingia mambo ya kifamilia imekuwa ni person. Now imekuwa ni person. Kwa maana nikasema kama hivyo wanaendelea kujibizana, maana yake wanaendelea kulikuza hii issue. Sasa sema, Mama Dangote anaongea kwa upande wake. Then akiongea mke wa Mkubwa Fella hakuna mtu atamlaumu. Akijitokeza mtu mwingine atakayeongea hakuna mtu wa kumlaumu. Maana nimesema this is special, personal issue sasa hivi. Of course, watu wote wako upande wa Diamond na hii ishu iliweze kupoa ni wale zile familia kwenye mazaa tu, zile familia kwenye mazaa kuendelea na ishu zake, kuendelea kuongea hivi hakutatafutwa. Kila mtu atatafuta kuonekana na yeye, kwa mfano mke wa Mkubwa Fella anasema yeye ana vitu vingi anataka kuzungumza, mtaanza kuibua mambo huko sui, nani aliwahi kumkosea nani mwaka fulani haitakuwa tena issue ya kumsaidia mzee, bali itakuwa ni issue sasa mnajibizana mitandaoni, alafu mtu anaumwa. Yaani jesi vao usika ndo baba yako anaumwa hivyo anaumwa, manake. So manake ni kwamba of course, kuongea wa kila mtu anatoa maoni yake, haimaanishi Mkubwa Fella sisaidiwe tu. Fella lazima endelee kusaidiwa, lakini nao sasa issue imefika ya kifamilia. Sasa hii issue imefika kifamilia, atatokea mtoto usumjiu kwa Mkubwa Fella taongea tatokea nani? Ataongea, so kiukweli, inavyoelekea haielekei pazuri, naelekea pabaya kiukweli, kwa sababu sababu hapo ndugu wa Diamond wote umeongea, mama Dangote kaongea, Esma kazungumza, maanake hiyo ni kauli ya Diamond bro, akija kumwaga hapo na naye takalika. So maanaake ni kwamba isifike levo hii wanangu, yaani kiukweli isifike levo hii kabisa, haijakaa sawa hii, haijakaa sawa hii, haijakaa sawa wako anaumwa hivyo anaumwa, manake so manake ni kwamba of course, kuongea wa kila mtu anatoa maoni yake, haimaanishi Mkubwa Fella asisaidiwe. Tu, Fella lazima aendelee kusaidiwa, lakini nao um, sasa issue imefika ya kifamilia, sasa hii issue imefika kwa, na tatokea, mtoto wa usumu mjukuu wa Mkubwa Fella taongea, tatokea nani taongea? So kiukweli ninapoelekea haielekei pazuri, inaelekea pabaya kiukweli, kwa so, sababu hapo ndugu wa damu wote umeongea mama dangote kaongea esma kazungumza maanake hiyo ni kauli ya diamond bro akija kumwaga hapo na yeye takalika so maana yake ni kwamba isifike level hii wanangu yani kiukweli isifike level hii kabisa haijakaa sawa hii haijakaa sawa hii haijakaa sawa